Badala ya kuona mbuga Serengeti, huku unaona maji, kwa uko kwenye mawe hapa, alafu kuna green alafu kuna blue. Nyuma yangu unachokiona ni kisiwa kingine hicho. Kwa mara ya kwanza, sasa tunaiunganisha Serengeti, mbuga bora duniani, pamoja na Ziwa Victoria, ziwa bora sana duniani. Na huku watalii wakija kama nilivyosema, watakutana na watu, wataona mila za watu, watajifunza mila za Watanzania. Tuna mpango wa kupanda miti humu, kupanda miti kama mnaweza kumwona Mama Samia na kumpata huko, mwambie atuletee hata wanyama wa pole humu. Kisiwa ni kizuri hiki. Ni kuelekea Novemba 29 mwaka 2025 na haya ni maandalizi ya Lala Salama kuelekea Serengeti Safari Marathon. Tuko karibu sana na, na, na, na mpaka wa, wa Serengeti, kimsingi Ndabaka Gate. Na hapa tukimalizia mbio yetu hapa, tukileta tuki, tuki, tuki wageni kupitia boti, wanashuka hapa, wanatembea kilomita chache tu, wanakuwa wameingia ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kwa hiyo tunatamani kuona kwamba wawekezaji sasa waje kwenye hizi bichi, waweke hoteli, unaona, eh, wanunue boti kubwa za kitalii, lakini pia tunaongeza value kwa maisha ya watu wa, wa kanda ya ziwa ukizingatia, e, UNDP linaenda ku support hii initiative huu utalii wa Blue Green, au kuunganisha Serengeti na, na Ziwa Victoria una manufaa mengi sana, mojawapo ni kukuza uchumi wa jamii husika, lakini uchumi pia kwa pato la taifa. Kwa watalii wanapokuja, maana yake analipa kodi, analipa fedha za kigeni, anapokuwa kwenye, kwenye kijiji, anatumia rasilimali pale, anakula atakunywa atalala. Mpaka sasa, mlikuwa mmechelewa. Hiki kisiwa kiko vizuri sana kwa utalii, na kama ikiwezekana, mnaweza mkaweka makambi yenu humu, ili tupate sisi wakaazi kwanza, tutapata unafua wa biashara na hitaji hizo fursa. Kwa sababu kiangalia jiografia, hili eneo hata hoteli ambayo ni nzuri ambayo anaweza akafika mtu akajisikia kwamba nimeingia kisiwani hazipo. Kwa hiyo kuna fursa nyingi, vyumba vya kulala wageni vinahitajika. Hii ni kad Kadoshi TV always on time.